Sai tu kuna bajeti ya committee ni mjaluo Samuel Atandi, kunywa kiparani kufanya gym na kwenda inje pole <tipanye> pole. <tipanye> <Ndio kazi wanafanya. tipanye> na wandu walikuwa wanasema ndiijoa anaiba pesa ye yeah. maiba ngapi kujenga nayo kwake Alego Usonga, alegohusonga haipo wani kusema tu Ruto tutam Ruto tutam Ruto tutam echelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika kama watu wa Singapore walibadilisha kwao wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu, ama mnasemaje jamani? Kama tunataka maendeleo lazima tuulize viongozi wetu ambao wako ndani ya serikali. Tuko na Mudavadi, tuko na Wetangula, tuko na Oparanya, tuko na Wandai, tuko na John Mbadi Ngongo, then au viongozi wote ambao nimewataja majina zao, then tuko na PS, umo luga then tuko na PS Raymond Omolo na wengineo. Tunauliza wao kama wako kwa serikali, kama maeneo ya magharibi ya Kenya ni biashara gani wanatufanyia kama wananchi, ili maisha yetu ibadilike kule kwetu. Utasikia kwamba Muluya anapika Muluya mwenzako wa serikali, utasikia Mjaluo anapika Mjaluo mwenzako wa serikali, but serikali inaibiwa. Muibe mali, muache kuoa selekwi in Nairobi. Muluya na Mjaluo ibeni mali mpeleke lualaalu Nyanza, ndio tushinena. Wa Kukuyu ndio tushinena. Mkisii ndio tushinena. Msomalia, right now Somalia people wana benefit kwa serikali. Sirikali kwa sababu gani? Dade ndwala kobisi kuiweka jamii yake kwa serikali, but mjaluo ako radhi kupiga mjaluonzi yake atoko kwa serikali. Muluya ako tayari kupanga mkutano usiku wa manane kutoa mulia mwezangu kwa serikali, ndugu zangu. Tumewekwa mahali kuna pesa Cooperative, Oparanya. magalde, magalde, madogo, madogo, 18. Ndio Oparanya nakimbia nayo. Naona mazalisha ule. John Manbadi finance, Slay Queen under 20 ndio anakimbia nayo kwa Airbnb. Kwa but badala waibe, hii mali watulete Nyachai liiba wakapewa mkisi wakikua wameiba wa wakapeleka kwao kali nchi wameiba wamepeleka kwao, sasa sisi tunafanya biashara gani? Sisi ndio tuko kwa radhi juu ya magari every, every weekend. Ruto two term, Ruto two term, unaliza hii two term mujaluo mloa benefit na wapi? Hawana, so lazima tuambie kama Ruto anaye two term. We as Luos and lawyers ni nini tumepata ama tumefaidika, tumepa chini ya uongozi wa mheshimiwa William Ruto, rais wa Kenya. So lazima tuhusiwe agenda two term, kama kuna vitu lla lyaautapata shule bado ni mbaya shule. shule, shule ilijengwa 1962 bado zipo Luland na Lunyanza, but wako na pesa sai tu. Kuna budget ya committee, ni mjaluo Samuel Atandi kunyoa kiparani kufanya gym, na kuenda injeoaana <laughs> <laughs> <Nito kasu, wanapani. laughs> <laughs> wandu walikuwa nasema anaiba pesa ye yeah, maiba ngapi kujenga nayo kwake alego usonga constituency haipo wani kusema tu Ruto tutam tutam, Ruto tutam tu. My friend, lazima tuambiwe maswala ya tutam ni nini? mujaluo mjaluo anapata iba serikali naibwa hii ya Ruto, kama hujaiba hakuna serikali gani aiba juu serikali akujaatakuwa ya, ya kuibwa, ndio serikali ya kubeba beba kadri weso yu wako usibebe kukula na malaya kwa, kwa lodging. Beba leta luo nyanza, beba peleka western. Wanasiza walu Nyanza wanachukua pesa kukula kwa kwa tuaalji <laughs> <laughs> bana, it is our time. Viongozi walu Nyanza na lulan amukeni, ukua zuzu kwa serikali. Mnaiba two term, two term, two term, mnanunulia kama peremende, but maendeleo hazipo. Nitajie major project ambayo inafanywa a, hakuna. Nitajie another major project ambayo nakos na bilioni moja hakuna. 400. 5 like, bilioni inafanywa na wanapinga Ruto <laughs> <laughs> nasindi unasema Ruto, hakuna akuna project projekt hata moja ya Luo Nyanza, 1 bilioni na Luhya land, but Central wanapinga Ruto project ya karibu 5 bilioni, 10 bilioni, enda hapa Murang'a, ukisonga mbele ukielekea Nyeri, barabara inajengwa hapo dual carriage, sisi hakuna Oh, Ruto tutam, Ruto tutam, Ruto tutam, Ruto tutam. Akipata pesa kidogo anaingia naye logi kununua zile queen ya Kikuyu <laughs> <ruto tutam. laughs> Bwana, mambo ya governorship Nairobi najua sisi siasa ya Kenya inacheza kwa kabila. But naomba wafuasi wa babu mwambie babu Owino, kama ataendelea kubwagwa mjaluo asahau uongozi wa Nairobi. Sasa kumficha babu, ndugu yangu kama siwezi tetea mjaluo mwenzangu, ati natetea kabila nyingine kwa sababu ya kura. Ndugu yangu sahau. Sahau ndugu yangu, hata mimi nitalala. Ndio yendi draw. Hatuwezi kubali kubebwa akili. Ati mjaluo automatically anapiga na chagua mtu wao. Na chagua na nasafa Nairobi. Mimi ninabeba 9 by 9 naenda 6 polo. Tena wananiambia mimi ni loyal kwako, ni kuwe loyal. Loyal, na kuwa loyal nakufa njaa. Wakati wa CDF watu wanamjaluo na baguliwa. Mujaluo na Muluya ndio wanasafa Nairobi kama na Europa, ni Muluya. Majority MPs, Saai, mapamale, ya MPs wajaluo na Muluya. Kwa nini wasaidii wajaluo? Saa hii Makongeni mabomolea, mabomolea kwa zana nani? Nyumba ya wajaluo wamechukua makende zao wamefinya. Hawezi zungumuza. Then 27 wanakuja na mlacho na mama yenu. Sisi bora tunajua zuko na kura zetu. Nyumba imebomolewa Makongeni, Aladwa ndiye ameuza kwa William Ruto. Amebomolea Muluya na Mujaluo. Then tunaiba two time, two time, two time, ya nini? Nitajie estate ya Mkikuyu mibomolewa Nairobi, nitajie, nitajie hata moja, nitajie estate mahali ambao Kikuyu wanaishi imebomolewa serikali ya mama yenu. Bwana bwana huusu <tutu> <tutu> <tutu> government, serikali ni nani ndugu yangu? Unasema unasemea ya serikali huusu government. Government ni mimi my friend, my friend. <tutu> <tutu> <tutu> Sasa wajinga, Government ni mwananchi wa chini So ukibombelee mwana inji umebombelea sirikali, sirikali ni nani? Gavmen ni mimi yeah, yeah, mimi mliposhundi mimi ndio serikali pen unapata unakuja Ruto tutam Ruto tuta, na mahali Wajaruu walikuwa na, na kaa vizuri Since 1963 serikali ya Kenyatta na Odinga Oginga wote Ruto ameng'oa, na Wajaruu ndo bada wafuata na wenye wanaouza ni viongozi wetu. Mi nauliza nitajie mahali kuna Wakikuyu yenye William Ruto samea wamebomolea nyumba Wakikuu wakuondolewa wako wapi? Msikia hao wamenunuliwa kama malaya kwa kuinana my friend. <laughs> Let us focus. Mujaluo na muluya kama tutafungua macho zetu, hii Nairobi hadi kule ya nyumbani mabe tutasafa miaka zote. Sasa tunaima Ruto, ndugu yangu, Ruto atachaguliwa tutam baada ya rudi kuchaguliwa Mjaluo teke Mulio teke Kalenjin na Kikuyu wanarudi kwa ontebo, wanasungumuza wanakubalia, 2032 Kikuyu anarudi kwa pawa, Mjaluo Mlio anarudi kuandamana kwa, kwa sababu tuko kwa serikali, akili yetu ni maandamano, akili yetu ni kutoana tuibe kwa serikali. Saa hii hakuna serikali, ya 2027 tutaiba kama tutaiba saa hii Mulio Mjaluo, Mjaluo. Ruto anakula kiapo Kasarani, muluya mjaluo anafungua bagi yake, tupo ainge kama malaya, anarudisha yo, anarudisha mkikunyi, okay. Kwa sababu gani? Yes. tuko kwa serikali, hatujajua hatujajua nini tunataka, let us focus. Wetangula wachana, Mudavadi wachana, tung'ang'ana namna tunaiba mali kwa serikali, wila mruto tupeleke kwetu mashinani. John badi wandai, muibe mali mupeleke luo Nyanza nyachai mtu mmoja amefanya wakisiza, ni tajiri Kenya, Kenya mzima aliiba kapea wakisi waki wenzao sisi tunaiba tunakula na malaya <tie> ruto enruto tuache bwana tuache jambo langu langata mheshimiwa speaker nimalizia langata 2027 nasema kama unafikiri unafuata ruto tutachaguliwa saa au ndugu yangu na kuna kura mjaluo itahamishwa kayole madhare sijui wapi kupelekwa langata langata tunataka accountability na tunataka viongozi ambayo anafanya kazi kama khalifa basi Abbas MCA. MCA moja ambaye ametoa magari tatu kwamen ijawahi fanyika Kenya. Then mtu kama huyu ndio wengine wana cut walk na William Ruto wamepea tenda ya kwa kudanganya wajaluo. Nataka kuambia wanalangata wana 2027 mchague Abbas Khalif na Matendo. Uwezi kutuzua uoga. Atu, hey, ndio unajua kuoga na sijui nini. Tunataka maendeleo. Hakuna mjaluo tena taamisha kura yake. Wajaluo wameteseka Nairobi. Afadhali uchague strangers ambayo anasaidia mjaluo kuliko uchague mjaluo yenye akusaidii. Wao wanakimbizana tenda Nairobi, si tunateseka my friend, 2027 wana Langata, chagueni kiongozi bora kijana ambayo na ubaguzi Nairobi hii. MCM moja ambayo anachapa kazi ni Kalif Abbas, kijana ambayo anasaidia vijana wenzake. Wewe, wewe, wewe, Musamalia Wacha kudanganywa, amisha kura yako, pereka kule Lang'ata. Chagua kijana yenu. Huyu ndio ndume ambaye anawatetea. Mlikuwa na huyu gavana wa nani? Huyu gavana ameenda Isiolo. Guyo. Guyo ameondoka. Sasa kuna guyo mwingine ambaye anaitwa Saga nani Abasi. Abasi ndio ndume ambaye tunataka viongoza na saidia watu. Ukikuja hapa loa savana embaka kazi. Tuko na mwanaume pia Stanzo. Stanzo ndio mwana mwana, mwana MCA, ni muloya mimi si muloya. Na jaraka, jana, jaka, Jakaranda wanafaidika kwa, kwa, kwa, nani kwa MCA. Bwana. Tuwataka viongozi kama akina Stanzo Mwangala, watu ambao ni MCA anasaidia watu. Huu mtu kumpea pesa CDF hata kuempower vijana wote na wamama wa So Stanzo Mwangala 2027 Embakasi, Embakasi hizi iko empty kule Langata, kuja kuchukua Langata basi chukua Langata. Mambo ya propaganda ndogo ndogo ndogo nimeona wajinga wengine watu wa kusa dengu wanataka kutishia Kalonzo wanataka kutishia nani songo songo sio kiongozi ya wakamba songo ni a national leader wale wala wakamba akuhusa dengu koma kwa songo koma songo sio mwanabiashara akuusa dengu songo ni mwanabiashara ya ku empower wa mama vijana the first man since independence in 1963 songo ni anasema mama na wajane Songo ndio mtetezi wa wanyonge Songo, anatoa watu kwenye bila kwa hospitali. Leo tunapata fulani mjinga mwingine ambaye anakaa hapa Mlima Kenya. Kashagwa, ukishika makende yako imetosha mkono kwa Songo. Songo. Songo sio rika yako, kwani kuna chama gani? Kuna Jubilee kuna hii, sikiza ujinga, hii sikiza, hii sikiza makalio, sijui kuna zikuria sijui nini, kuna kaboko jibebe, awaoni wao wa Mlima Kenya wanataka kuona ya, ya, ya, ya Songo Sonko ni kiongozi, na kama ulikuwa na fikiri ati mama mchezo sisi si, kama vijana tutasikiza Sonko. We nyinyi watukuza dengu, pole pole, usini dengu <laughs> ngoja. Sonko sio kiongozi wa Kamba, is a national leader. Na chama ni National Economic Development Party, party leader ni Sonko. Kalonzo, tutakupimia hawa 27, kila mtoto kule kwa mlango ya mama yake. Mimi nakula kwa mlango ya Sonko na Uhuru Kenyatta.